Moja kwa moja kutoka London. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Majengo ya chomo moto huku, miili ya watu ikiteketea ikipatikana kufuatia siku ya pili ya maandamano katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umoja Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. wa Mataifa waishutumu serikali ya Siria kwa vifo vya raia wengi katika mzozo unaoendelea Tutakwenda nchini Kanada kutazama watu waliokimbia machafuko mashariki ya kati wanavyoanza maisha mapya nchini humo. Katika habari za michezo usiku huu, malkia wang'ara, Kilimanjaro Queens ya Tanzania yaibanjua timu ya taifa ya Kenya Harambee Starlets katika fainali ya SEKAFA nchini Uganda. bu katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni pamoja na michezo. Jina langu ni Salim Kikeke nikiwa hapa London. Makao makuu ya vyama vya upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yamechomwa moto na miili ya watu wawili imekutwa ndani ya majengo hayo. Tukio hili limetokea usiku wa kuamkia leo, ikiwa ni siku ya pili ya ghasia. Upinzani unasema zaidi ya watu 50 wameuawa siku ya Jumatatu wakati maandamano yalipokuwa yakiendelea. Lakini serikali imesema idadi ya watu waliokufa katika vurugu hizo ni kumi na saba. Waandamanaji wanataka tarehe ya uchaguzi kutangazwa. Belechi Msoshi ana maelezo zaidi kutoka Kinshasa. Jivu bado linatoa moshi katika makao makuu ya chama kikuu cha upinzani. Watu wasiopungua wawili walikufa hapa kwenye moto. Walioshuhudia wamesema moto uliwashwa na wanachama wa kikosi maalum cha kumlinda rais. Serikali imekansusha madai hayo. Milio ya risasi ilisikika asubuhi hii katika kitongoji cha Mombele, karibu na anakoishi kiongozi wa upinzani Etienne Tshisekedi. Mtoto wake amesema maandamano yataendelea. Hatuwezi kuendelea kuishi na watu hawa. Watu walikuwa wamehamaki Watu wanataka ubabe huu uishe na tutautokomeza. Ghasia zilianza Jumatatu baada ya waandamanaji kuingia mitaani wakiwa wamekasirishwa na uamuzi wa tume ya uchaguzi ya nchi hiyo kuahirisha uchaguzi. Upinzani unasema Rais Joseph Kabila anajaribu kuongeza muda wake madarakani baada ya mihula yake miwili kuisha. Hapo niko katika barabara kuu ya Kinshasa ambapo kwa siku kawaida kuna msongamano wa magari na watu wengi lakini leo hali ni hivyo tu hakuna watu na hakuna gari. Umoja wa Mataifa umelahani ghasia zinazoendelea na umesema una wasiwasi sana. We call on all sides. Tunatoa wito kwa pande zote kujizuia, na tunaomba mamlaka zihakikishe viwango vilivyowekwa katika utumiaji wa nguvu kitaifa na kimataifa viheshimiwe na watumishi wote watu wa usalama. Tunatoa wito uchunguzi huru ufanywe, ili kuwawajibisha wanaokiuka haki za kibinadamu na waliohusika na uhalifu wa kivita. Serikali imesema maandamano hayo ni tukio la kihalifu na yalipangwa, katika hali hii ambapo serikali na vyama vya upinzani vimeshindwa kuwafikiana kuna wasiwasi kwamba ghasia zitaendelea mpaka siku ya uchaguzi utakapotangazwa. Mbeletimsoshi, BBC, Kinshasa. Na sasa tuende moja kwa moja katika studio zetu za Dar es Salaam. Tunaungana na Dr Lucy Shule wa Chuo cha Diplomasia, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya utatuzi wa mgogoro, akiwa katika studio zetu kama alivyosema hapo, Mikocheni, Dar es Salaam. Uh, Dr Lucy, hii si mara ya kwanza tunaona mizozo kama hii ya tarehe za uchaguzi. Uh, mihula ikifanyika, fujo zikifanyika, katika nchi za Afrika kwa nini hakuna mataifa ya Afrika yakisema chochote? Asante Salim. Nafikiri hapa katika hii migogoro inaonyesha kwamba umuhimu wa kufanya majadiliano kwa sababu mara nyingi unakuta kwamba serikali inakuwa inasimamia katika uh, msimamo ilionayo, lakini pia unakuta uh, vyama vya upinzani vinakuwa na mtazamo tofauti. Kwa hiyo wasipokuwa na majadiliano ili kuweza kuafikiana, inamaanisha kwamba mizozo inakuwa na kuleta migogoro ambayo inakuwa vigumu kusuluhisha. Mm, kipindi cha Joseph Kabila kinajulikana kwamba kinakwisha mwaka huu na anatakiwa kuondoka mwezi, mwezi Novemba. Yeye mwenyewe hajataja tarehe ya, ya, ya, ya uchaguzi. Unadhani tume ya uchaguzi inatakiwa kuja kusema na, kutoka na kusema jamani, uchaguzi upo au haupo au hii kukaa kimya ndio inazidi ina, ina, ina, ina, ina kuleta wasiwasi. Ndiyo. Ni kweli kwamba kukaa kimya inazidi kuleta wasiwasi, lakini tukiangalia kwa pande zote mbili wasiwasi pia unakuwepo kwa sababu kwa upande mmoja inawezekana kwamba siasa za Kongo zinakuwa pia zinaathirika na siasa nyingine ambazo zimekuwa zikitokea katika, uh, migogoro ile baina ya waasi na serikali, lakini vilevile vile inawezekana pia kwamba vyama vya upinzani wana wasiwasi kwamba inawezekana ikawa ni mwendelezo wa yale yaliyotokea wakati wa serikali ya Mobutu. Kwa hiyo uh, hiyo wasiwasi inakuwepo kwa pande zote mbili. Suluhu ni nini? Ni, ni, ni, hapa maanake inaonekana watu wameanza kuingia mitaani na pengine watataka kubakia mitaani. Suluhisho la pekee ninaloliona yanaweza kuwa mawili, ya kwanza ni majadiliano baina ya pande zinazovutana, lakini vilevile kutalazimika kuwepo na upande uh, wa tatu ambao utahakikisha zile pande kama zitashindwa kufanya majadiliano, basi iweze kuzikutanisha hizi pande ili zi ziweze kufanya majadiliano. Lakini vilevile vile kama itashindikana, ina maana basi hatua nyingine za usuluhishi zinaweza kuchukuliwa, kwa mfano, kushinikiza hizi pande ziweze kukaa na kufanya majadiliano. Dr. Lucy Shule, asante sana kuweza kuzungumza nasi na tunashukuru sana kwa eh, tathmini hiyo. Dr. Shule huyo kutoka asante. chuo asante cha kare. diplomasia Nchini Tanzania. Ukitaka maelezo zaidi kuhusiana na taarifa yanayotokea ya Kongo unaweza kuyapata moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com, tovuti yetu hiyo, na moja kwa moja huduma hiyo unaipata kwenye simu yako ya mkononi namna. Sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Wanandoa nyota wa Hollywood Angelina Jolie na Brad Pitt wanatarajia kupeana talaka. Mwanasheria wa Angelina Jolie amesema amefikia ame uamuzi huo kwa afya ya familia yao. Mtandao maarufu wa habari za nyota wa Marekani TMZ amesema ameomba kukaa na watoto sita walionao, ambapo watatu kati yao waliwaasili. Wanandoa hao ambao wanajulikana kwa jina la Brangelina, walioana mwezi wa 8 mwaka 2014 miaka kumi baada ya kuigiza pamoja kwenye filamu ya Mr. and Mrs. Smith. Umoja wa Mataifa umesema karibu nusu ya idadi ya watu nchini Somalia hawapati chakula cha kutosha. Utafiti mpya wa shirika la chakula la Umoja wa Mataifa umeonyesha kuwa watu milioni tano wameathiriwa vibaya na kiwango kidogo cha mvua na mafuriko pamoja na watu wengi kuhama. Robo tatu ya watoto milioni moja walio chini ya umri wa miaka mitano wamekuwa na utapia mlo Rais Barack Obama ametumia hotuba yake ya mwisho kwenye baraza la Umoja wa Mataifa kutaka uwepo ushirikiano wa uwazi baina ya mataifa ya ulimwenguni, akisema ama kuchagua kati ya kuwepo njia bora ya utengamano au kutumia mfumo wa zamani wa mataifa na mzozo wa kivita. Bwana Obama ameonya kwamba bila ya mafanikio ya utandawazi kugaiwa sawa kwa wote, kutakuwa na upenyo wa ugaidi na chuki. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Kimun amelaumu vikali serikali ya Siria. Amesema nchi hiyo inawajibika kwa vifo vya raia wengi sana waliouawa nchini humo katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa kipindi cha miaka mitano. Akifungua mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa, Ban Kimun amesema utawala wa rais Assad unadondosha mabomu ya petroli dhidi ya raia na kuwaadhibu wale wanaoipinga serikali. Amesema haya baada ya msafara wa misaada ya kibinadamu kushambuliwa nchini Siria na watu kadhaa kuuawa. Urusi imesema ndege zake na hata zile za serikali ya Siria hazikufanya mashambulizi hayo. Umoja wa Mataifa umesema uliarifiwa kuhusu kutokea shambulio wakati likitendeka na kuomba kukomeshwa bila mafanikio. Suluma Kasim anatuarifu zaidi. Ulikuwa ni msaada wa kuwasaidia usiojiweza, lakini sasa ndio huu umeteketezwa, inaarifiwa. Hivi ndio hali ilivyokuwa wakati msafara huu uliposhambuliwa. Msafara huu ulikuwa na chakula cha kutosha na vifaa vya matibabu kwa ajili ya watu elfu 78 sasa umeharibiwa hivi. 20 vehicles, 20 full... zaidi ya malori 20 yaliyojaa chakula, unga, madawa, nepi za watoto na mablanketi. Afisa huyo kujitolea anaelezea jinsi mabomu ya mapipa ya petroli na mabomu ya aina nyingine yalivyofanya uharibifu. Ikiwa mabomu haya yametumiwa, basi hii inamaanisha kwamba serikali ya Syria ndiyo iliyofanya mashambulizi haya. Msaada huu ulikuwa ulielekea katika mji ulio nje ya Lepo. Msafara wa malori ulikuwa umesimama nje ya ghala moja ili kushusha misaada hiyo. Wachunguzi wa haki ya binadamu nchini Siria wamesema watu wa kujitolea wasiopungua 12 wameuawa. Shambulizi hili limetokea saa chache tu baada ya jeshi la Siria kutangaza kuachana na makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyodumu kwa kipindi cha wiki moja katika mji wa Aleppo, na hapo tena yakaanza mashambulizi ya anga katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi. Inaarifiwa kwamba tangu wakati huo watu 30 wameuawa. Umoja wa Mataifa umesema ikiwa haya yalikuwa mashambulizi ya makusudi, basi itakuwa ni sawa na kosa la uhalifu wa kivita. Hata hivyo, umoja huo umesema utaendelea na nia yake njema ya kusaidia this very, very dark day. ni siku mbaya sana katika juhudi za kuwasaidia binadamu nchini Siria. Naweza kusema ni siku mbaya kwa dunia nzima, kwa sababu dunia iligutushwa. Nafikiri shambulizi hili linafikirisha hasa, lakini sisi tuko imara na tutaendelea na jukumu letu kadiri tunavyoweza kuwasaidia wasiria wanaohitaji msaada. Marekani imesema itatathmini hali ya mambo na matarajio siku siko za usoni ya kushirikiana na Urusi, ambayo ni mshirika mkuu wa serikali ya rais Assad. John Kerry anakutana na mwenzake wa Urusi, Sergei Lavrov, mjini New York kujaribu kuokoa makubaliano ya amani ambayo hata ya kuanza kutekelezwa vilivyo. Hii ni mara ya kwanza kwa msafara wa umoja wa mataifa kushambuliwa nchini Siria, ikiashiria ukurasa mwingine wa vita vya muda mrefu na vikikatili nchini humo. Suluma Kasim, BBC. Naam, kumbuka matangazo yetu ya redio pia, unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu maridadi kabisa, bbcswahili.com. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu tena katika Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Uko nami Salim Kikeke. Habari kuu siku huu, wafuasi wa upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameweka tena vizuizi barabarani na kuchoma moto matairi. Makao makuu ya vyama vitatu vya upinzani yamechoma moto, inadaiwa watu waliovaa sare za kijeshi walivamia majengo hayo. Msemaji wa serikali amekanusha hayo madai. Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ameilaumu vikali serikali ya Siria kwa mauaji yake, mauaji ya watu wake. Haya yamejiri baada ya msafara wa misaada ya kibinadamu kushambuliwa nchini Siria. Urusi imesema ndege zake na hata zile za serikali ya Siria hazikufanya mashambulizi hayo. vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria vimesababisha wakimbizi milioni tano. Umoja wa Mataifa unasema watu milioni sitini na tano wamekosa makazi duniani. Kanada imewapokea wakimbizi wapatao elfu thelathini walioingia kupitia Jordan na Lebanon. Karibu uh, theluthi moja ya wakimbizi wamefadhiliwa na raia wa Canada waliojitolea kuwasaidia kuanzia kuanza maisha mapya Zawadi Machibia anatusimulia zaidi. Kila. Baada ya miezi tisa tu nchini Canada, no my, no my rima na aia sasa wanajua herufi za Kiingereza na mambo mengine mengi ya kuwa raia wa Canada <coughs> <coughs> kama ilivyo kwa maelfu ya Wasiria, familia hii inafadhiliwa na watu binafsi kama Claudia walijikusanya pamoja kuitikia kilio cha wakimbizi kutoka Siria pamoja na mumewe Andrew mbunifu wa sanaa wanasaidia familia ya vizazi vitatu ya Abdullah kujifunza kiingereza na kimakazi ni namna nzuri ya kuchangamana na wageni nchini mwetu kuwafanya wauzowe mji na vitu vyote vilivyopo hapa na kuwatengenezea mazingira mazuri ya kufika kwao kwa ajili ya kuishi Kanada Hali hapa ni tofauti kabisa na mitazamo inayosambaa kote barani Ulaya G1? lakini Kanada no. haijashuhudia aina ya mashambulio no. hapa ambayo yalisababisha hofu kubwa huko kwingine. Na kila familia ya Siria hapa ilisailiwa kikamilifu na kukaribishwa na familia hapa Kanada. Kisha ghafla, katika umati huu, sura inayofahamika kutoka Siria imekuwa zaidi ya miaka miwili sasa. Maisha yao yalikuwa taabani wakati huo. Binti mdogo dad hakupenda kuona siku zake za usoni, anasema ya kutokujua kwamba ataishi au atakufa. Every night, I kila siku naota kesho nitakwenda kucheza, nitakwenda shule, nitafanya kila kitu na sahau majinamizi na kila kitu, nina furaha sana. Wasiria hawa tayari wanajihisi wako nyumbani hapa, lakini kama ilivyo maeneo mengine, Kanada inauliza itaendelea kupokea wakimbizi wangapi zaidi, wema huu utaendelea mpaka lini? Zawadi Machibya, BBC. Na miaka kadhaa ya nyuma, China ilikuwa ikijenga vinu viwili vya makaa ya mawe kwa wiki lakini sasa China inajenga mitambo ya kuzalisha umeme kwa upepo kila baada ya saa moja. Takwimu hizi zimetolewa na shirika la wakala wa nishati duniani. Kuongezeka kwa, kwa nishati jadidifu inayozalishwa kumefanya mahitaji ya nishati ya umeme kuongezeka maradufu. Hii ndiyo sababu ambayo China ilipitisha bila wasiwasi mkataba wa Paris wa kupunguza uchafuzi wa mazingira. John Solombi anaarifu zaidi. Mitambo miwili ndani ya saa moja, Uchina inaonyesha kumaanisha katika juhudi zao za kuwa na nishati safi, ikiwa ni sehemu ya kupiga vita uchafuzi wa hali ya hewa na mabadiliko ya tabia ya nchi. Shirika la kimataifa la nishati linasema Uchina imezalisha zaidi ya megawati elfu thelathini kupitia mradi wake wa umeme wa upepo ndani ya mwaka 2015. Mabadiliko kwenye ruzuku imepunguza hilo, lakini bado mitambo ya upepo ingali inatengenezwa kwa kasi ya mtambo mmoja ndani ya saa moja. Hii iliwasaidia viongozi wa Uchina ridhia mkataba wa Paris wa mabadiliko ya hali ya hewa sanjari na Rais Obama wa Marekani. Lakini Uchina ni vinara uchafuzi wa mazingira na pia ni mashujaa wa kuyatunza mazingira. Vimejengwa vinu vingi vya makaa ya mawe na kuna nishati kubwa kwenye gridi na mashamba ya umeme ya upepo yanazimwa record... Habari njema ni kwamba Uchina imekuwa ikitengeneza mitambo mingi ya uzalishaji wa umeme wa upepo na jua kwa rekodi ya juu, ila habari mbaya, wakati huo, wanaendeleza kujenga vinu vingi zaidi vya makaa ya mawe. Vinu vingi vya makaa ya mawe nchini Uchina kwa muda mrefu vimekaa bila matumizi. Hii inamaanisha mitambo ya kuzalisha umeme kwa upepo imekuwa ikizimwa kwa asilimia 15 ya muda licha nishati yake kuwa bure. Shirika la habari la taifa limeripoti. Mpango wa Uchina sasa ni kutokuongeza vinu vya makaa ya mawe mpaka mwaka 2018, lakini wachambuzi wanadai haitatokea kwa haraka na wala si punde. Johni Solombi, BBC. Baadaye kidogo katika matangazo haya, vuta ni kuvute kati ya meneja na mchezaji. Pep Guardiola asema Yaya Ture hatocheza mpaka aombe radhi kutokana na matamshi yaliyotolewa na wakala wake. Tutakuwa na habari hiyo pamoja na nyingine kadhaa za michezo muda si mrefu kutoka sasa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Karibu tena, na sasa ni habari za michezo. Na Kilimanjaro Queens ya Tanzania, timu ya taifa ya wanawake, imenyakua ubingwa wa michuano ya Afrika Mashariki na kati kwa kuizaba Kenya kwa mabao mawili kwa moja. Mwanahamisi Omari ndio aliandika bao la kuongoza katika dakika ya 28 na lakini Kristina Nafula akachomoa katika dakika ya 45 na tano. Hata hivyo Mwanahamis Omar almaarufu kama Gaucho alicheka na nyavu tena na kuipeleka kupelekea ushindi Tanzania. Kenya ambayo wamefuzu kucheza kombe la mataifa ya Afrika kwa mara ya kwanza hawakuweza kufukuta tena. Kenya sasa wataanza kufikiria mtihani wao mwingine katika kombe la mataifa litakaloanza mwishoni mwa Novemba. Harambee Starlet ambao wapo katika kundi B watakutana na mabingwa watetezi Nigeria pamoja na Mali na Ghana katika kundi lao hilo unaloliona hapo. Katika michuano ya kombe la mataifa Nigeria ndio eh, watetezi. Kundi eh, ni kama unavyoliona hapo, wenyeji Kamerun wakikutana na mchezo wa kwanza. Fainali itachezwa Disemba tatu mjini Limbe. Manchester City meneja e, wake Pep Guardiola huyo hapa pamoja, amesema kwamba hatompanga kiungo wake Yaya Ture mpaka mchezaji huyu kutoka Ivory Coast, aombe radhi e, klabu hiyo pamoja na wachezaji wake wenzake kutokana na matamshi yaliyotolewa na wakala wake Ture, ambaye ametangaza leo kustaafu kucheza soka la kimataifa amecheza amecheza mechi moja tu kwa Man City msimu huu, na jina lake pia liliondolewa katika kikosi cha klabu bingwa Ulaya. Wakala wake Dimitri Sheluk alisema kiungo huyu alihisi kudhalilishwa na kusema Guardiola atalazimika kumwomba radhi iwapo City hawatashinda klabu bingwa Ulaya msimu huu. Hata hivyo Guardiola ameshikilia msimamo wake. No, the new period changing, labda ni kizazi hiki kipya mambo yanabadilika, lakini mimi ni mzee wa kizazi cha zamani, ambapo has wakala anafanya kazi, kazi up, na mwalimu wanafanya kazi yake. Siku hizi mawakala wanaamini wana nguvu and zaidi, kama ana tatizo ampigie mkurugenzi wa timu au waongee na klabu so, na wazungumze problem, na mpaka wafanye hivyo the club, yaya hatocheza Meneja wa Siti huyo Pep Guardiola. Nam mwisho habari za michezo, na tukiangalia habari nyingine zinahusiana kidogo na michezo. Senegal linafahamika kama taifa la mchezo, hasa kutokana na mafanikio yake kwenye michezo kama vile mieleka ya kijadi, lakini kuna kundi la watu nchini humo wanaocheza aina ya mieleka ya sumo ambayo asili yake ni Japan, na wanajitahidi kuukuza mchezo huo katika nchi hiyo. Peter Musembi ana maelezo zaidi. Senegal ni maarufu kwa utamaduni wake wa mieleka tangu zamani. Ni mchezo wa kijadi, lakini mjini Dakar, baadhi wanafunzi wa ya wanafunzi wako mbioni hujifunza jambo jipya kabisa. Ni mchezo wa kijapan hujulikanao kama sumo, ambao ni aina fulani ya mieleka hapa nchini Senegal tunazaliwa tukiwa na uwezo wa kucheza sumo. Ni kwa sababu kila raia wa Senegal anajua mieleka, na kwa hivyo miili yetu iko tayari kucheza sumo. Baadhi ya wanafunzi wanaocheza mchezo wa sumo wanashiriki pia mchezo wa karate na vilevile vile aina zingine za mieleka ya Kiafrika. Fanara Dabo amekuwa akifundisha mchezo wa sumo tangu mwaka 2007 lakini hajawahi kwenda Japan. Alijifunza mchezo huo baba yake alipomwonyesha kanda za video. nacheza mchezo sumo na wa sumo kwa sababu naupenda. Kama tukiwapeleka hawa Japani wakiwa hali ya uimara, nina hakika wanaweza kushinda na kuleta medali hapa Senego. Basi tu ni vile hatuna njia ya kutuwezesha kwenda huko. Vijana wasiopungua sabini wana ndoto ya kwenda Japan kujifunza zaidi na kuwa wachezaji wa kulipwa wa mchezo huo wa sumo. <laughs> Pita na bahati sana, hivyo leo tungepiga naye tuangalie. Ujumbe wako kuhusiana na ushindi wa Kilimanjaro Queens, Fadhili Kitinusa, yeye, yeah, anasema hongera sana, Fadhili uko wapi? Anasema hongera sana Queen Stars kutuwakilisha vyema. Lidia Shumbusho vilevile umetuandikia, asante sana, ujumbe wako pengine utatokea au kama hautatokea mashine yetu inahitilafu kidogo. Wanasema asante sana dada zetu, mmejitahidi, sio kama kaka zetu walishatuchosha. Taifa Stars kazi kwenu. Salu Bucheyeki anasema ujumbe eh, huo wafadhili na walidia huo hapo na sasa tuende kwake Salu Bucheyeki anashauri wapewe heshma ya kwenda Ikulu kula chakula cha pamoja, wapewe zawadi ya kupatiwa gari kila mmoja, wapewe hidaya ya kujazwa pesa mifukoni mwao, wapewe tuzo ya kupewa nyumba kila mmoja. Maoni yako hayo, kuhusiana na ushindi wa Kilimanjaro Queens kuchukua kombe la Sekafa. Kumbuka habari zaidi na hata hizo za ushindi wa Kili Queens unaweza kuzipata katika tovuti yetu maridadi kabisa, BBC Swahili.com. Naam, na hatimaye Leo ni michezo tu. Katika mchezo wa soka, tumezoea kuona vijana wadogo wakiwasindikiza wachezaji, lakini nchini Sweden wameamua kuchukua wakongwe hawa wa kufanya hivyo. Klabu ya AIK ilichukua wazee kutoka umri wa miaka themanini na miwili hadi 96 kabla ya mchezo wao dhidi ya Gefle, na haukuwa uamuzi mbaya, kwani wazee walioletea bahati AIK walipata ushindi wa bao moja kwa nunge. Mpaka hapo tumefika mwisho wa Dira ya Dunia usiku huu wa leo. Tutakuwa tena hewani kesho. Mimi ni Salim Kikeke, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, na watakieni usiku mwema, alamsiki.